Liunashatawaliniambia wako na, hmm, na Amina. Mina, Amina, amin. Kuna mtu anaweza kunisaidia hizo so, si hmm. hmm. vitu tunafaa aliniambia nizirudishe hmm. Wako na mtu atatusaidia hizo hmm. Vitu tutakula na eh. hmm. eh. yeye yeah, anataka tu pesa hmm. Na pia mimi nataka pesa. Mm. Daktari, mm. huyu mm. unajua anafaa pewa adhabu mpaka ashike adhabu yake because there's no way anakuja hapa kila wakati kufanya umbwede da hapa kila wakati kila wakati. Ah uh, yeah, she she mm. decided to come back home. Mm. Maybe she was even more comfortable over here. You so, mm. you know, mm. it's her life. Mtafadhali. <laughs> <laughs> By the way, uh, let's keep we, we it. Is this right with you?

Eh, tumekaa chini tuweze kupiga story because eh, mimi furaha yangu kwa kweli ni kuhakikisha kuwa kila kitu kiko sawa. Eh, wasongesha kidogo cameraman. Niko mzuri hapo. Haya. So mimi kwa kweli eh, nitaji kuona kabisa kila mtu amesaidika na kila kitu imekuwa fresh barida because unajua, sio vizuri eh, kumdhulumu mtu mali yake, na we mwenyewe unajua kabisa uja hustle kuyapata, unaelewa. Na Idris mwenyewe hakuwa na ubaya wowote, yeye alimpatia mali yake kiroho safi, akamwambia kuwe we ni mke wangu mzuri, lakini sasa kiburi imekiko juu. Na kurudisha mali imaanishi kuwa hakuwa anampenda hapana, ni kuonyesha kuwa, eh, you are supposed to be very commit, eh, committed in your life and in your love life life, so at least kuonyesha kuwa una ule upendo wa kweli kwa mtu wako ambaye unampenda, kumaanisha, just imagine mtu atoke all the way from Canada kuja Kenya kukuonyesha ule upendo, lakini wewe eh, ukawa ndio hivyo na unaleta mizengo. Inakuwa jamaa gani? Ah, niko fit bro. Kwa fit? Mambo. Hata mimi niko fresh barida. Yes, yes, tuko poa. Uh-huh. Yes, bro. Ah, tunaendelea tu na hii kitu. Mm. Eh, mimi vile nilikwambia from the beginning nataka tu vitu zangu zirudi. Mm. Eh, mimi nijipange nirudi home. Mm. Yeah, I just want my things, bro. Yeah, okay. So, what's what uh, what are we doing now from here, bro? Because you know last time there was some funny issues which happened with me. Mm. Uh, I wasn't understanding myself, but uh, thanks to Daktari, yeah, he helped me a bit. So, yeah, I want to, I want to get my stuff and go back home bro. Okay, so kwa kweli uh, that's what Daktari ametuita hapa na Daktari mwenyewe amesema kweli kuna vitu ambavyo anahitaji kuzungumza na hawa watu ambao wana vitu zako, sieti wamemshinda anahitaji kuonyesha kuwa wao hawana uwezo wowote, na anaamua sasa kuadhibu. Baada ya kuadhibu, anaongeza adhabu juu ya adhabu, mpaka waonyeshe kuwa lazima warudishe zile vitu, unaelewa? So, kumaanisha eh, leo tuko hapa kuketi chini tupige story, tuone vile hizo vitu zitarudi, because unajua sio vizuri mtu kuchukua vitu zako bro, na kuonyesha ile kiburi, unaelewa? yes. unajua kiburi haisaidi kabisa. yes, bro, ndio haisaidi, ndio. yeah. Daktari, shikamo. Shikamo, daktari. Salama sana, sana. Eh, so mimi pia niko salama yes. Na kwa kweli daktari, umeniambia eh, kila kitu tuko hapa tuongee tupige story, tuone eh, vile tutasaidiana si kweli? So, eh, daktari tuelezeni kipi ambacho kimefanya tumekuwa hapa leo. Ah, sasa mambo ya udaktari si kila mtu anaweza kaielewa, sio ambayo tulipewa hiyo jukumu ndio tukifanya kitu tuko na ufanuzi tunajua kwamba hapa inahitajika nini, hapa tunahitaji kufanya nini na tatizo liko wapi. Sasa eh, kijanangu, eh, kuna mambo ambayo alifanyika, hmm, kuna mambo ambayo alifanyika na huyu kijana, huyu kijana ambayo, eh, alipatikana na, na mke wako mdogo, hiyo eh, siku ambayo, kuna siku nilipata niliweza kumpa adhabu na wakati alimpa adhabu alikuwa tayari kwa asilimia mia moja kuweza kuregesha zile vitu, alikuwa very very willingly, lakini wakati nilimtengeneza na nikampa muda ambayo nilimpa aweza kuregesha zile vitu na akaenda, na wakati alienda akakutana na eh, Amina, Biwari, oh, kablo, so, bado, wanaongea na Amina, eh, eh? eh wanazungumza. So Amina na sungumza, Amina na ile jamaa anaitwa eh, Sunny, eh, eh, something wanaongea, bado wanazungumza vizuri wana sana eh, eh, so sasa, kwa, kwa kamera ndo wanakuja kuzudanganya eti wako sana. Wakifika hapa hmm, eh, wanajifanya wasungumuze, lakini ukikuwa huko nje hmm, ni watu ambao wana communicate vizuri sana, okay. So, wakati alitoka hapa, walienda wakakutana, walienda kukutana na Amina pamoja na mama ya Amina, na walikaa chini na waliweza kumshawishi vitu mingi sana, mm, waliweza kumpatia ushawishi, wakamwambia kwamba Uh, daktari ni kitu ambacho hakipo eh, daktari ni kitu, yawe, ni kitu bure, daktari hakuna kazi anaweza, na akajigamba kwa kumwonyesha kwamba yeye ndio anajua kila kitu, na akamwambia kwamba nguvu za daktari eh, ni nguvu ambazo ni wenyewe wanaita sosa. Mm. Eh, unasikia. Na, kijana akaweza kuingia, nyonyo anasemanga kuingia box mm, hmm, akaweza kuingiana na, na mambo yao na wakaanza kumshawishi kuna vitu ambazo wanahitaji kufanya e, ili waweze kuja kuja, wanajua kikutana, wakikutana ni kitu kimoja, lakini wakifika mahali mpo, wanajifanya wako separate. Na nataka ni leo nifanye kitu ingine sababu. Uh, Ramnaika, yes, daktari, nataka niharakishe kazi mm sababu naona ukijana uh, aliniambia kwamba kadi yake ni expire mm. Kwa hivyo nataka nifanye kazi kwa haraka. Kwanza sikia, leo nataka kwanza ni mvuto kijana na kata kuja mpaka sehemu hii mm. na kuanzia hapa sasa, nataka kwanza kufanya e, eh, sasa kila kitu yako, ambayo moja kwa moja mm. moja kwa moja kwanza, leo nataka nikuje kwanza, nimpatie adhabu kidogo mm. akuja manya akiri kila ambacho aliambiwa na huyo mama pamoja na Amina alafu kutokea hapa sasa ndio anakuambia what next mm. bro it's shocking how every time we meet daktari the there is something new we discover me mm. i never knew but vizuri uh, i want to know what's going on uh, whatever needs to be done let's get it done yeah, vile umesema tu visa yangu inaexpire nataka nirudi nyumbani yeah. so

Okay, so mm. By the way, kusema ukweli mimi naaminia daktari zaidi. Unajua watu wengine wanatumia nguvu za kiganga na kitu ambacho sio kizuri. Yule jamaa uliona vile alifanywa na daktari, ulisema utamwadhibu kabisa. Ah, uh, huyo lazima nimweke kwenye line, lazima nimeke kwenye line. mm. mm. sasa kama mwenyewe atakubali kusema sasa, kile daktari amenifanyia nimesarenda. Sasa kijanangu, yeah. Uh, mimi nitakusaidia kusaidia, unajua usione ni kama daktari amechelewa, hiyo ni kitu nafuweka akilini, okay. Kitu ambacho nilikuwa nahitaji kufanya, yeah. Uh, lazima ningeanza kukuonyesha mwanga ambao upo na ukweli ambayo uliopo ujue sasa eh, niki kulikuwa napitia hiki ndio kilikuwa kinafanyika, sababu ilikuwa ni sababu ya msingi, ni hii inahitajika sasa. Wakati naanza kurid kurelease vitu zako, utasema sasa hapo ndio utaanza kucheka. Mm, sasa hizi kuna wasiwasi <laughs> ataanza kucheka hapo <laughs> eh, ndo utajua kumbe, sasa daktari kaza kazi yako imekubali, mm. Okay, kuna zile ushaziona, mm. Eh, wale watu mbao nimepiga adhabu hapa, nimewasha mpaka mm. eh, wamesalimu amri na usijali mimi niko hapa kwa ajili yako, na nahakikisha kwamba kabla uweze kurudi e, Canada na kuhakikisha kwamba kila kitu chako kitakuwa sawa, na hata mwenyewe utakuja na salute, niambie daktari, kazi yako ndio iko bale. Haya, kuna mzee hapa naona anapigapiga piga nini, si yule nani, si yule anayeli, niambie anakuja, niambie anakuja. Daktari, yes. Daktari, unasikia haja hapo Daktari. Naona umetembea ume masafa marefu sana. Umetembea kutoka wapi? Mm, <laughs> um, sababu najua uja nilitaka ni ukuje hivyo hivyo. Eh. Eh ndio sasa ufika hapa kama umeshika adabu vizuri. Mm. Kabisa ameshika adabu kabisa. Mm. Yes. Nasikia namna gani? Nilidanganywa. Nilidanganywa. Mm. Uh, nimechoka, nimechoka, eh. Nilidanganywa. Uh. Daktari. Sasa hii yes, ni nini sasa imekuwa? Ime ni wewe umechoka kabisa kabisa. Ametoka akitembea huko. <laughs> tembea kidogo, amaji hakuna kitu anazimama. mm. Hapa unasikia vipi hapo? <laughs> yes. Vipi, ana maji kama superstar huyo, nafaa atafutiwe kazi jeshi huyo. <laughs> <laughs> Wacha kwanza atembetembea kidogo, sikuwe na wasiwasi ndugu mm. yangu mm. hiyo kazi, wewe niachie, ni kama hii kazi ya jeshi ataiweza sana, hii kazi ya jeshi ataiweza. <laughs> <usta. laughs> kurudi -kuru next month kama -kuru <laughs> <maona weza. laughs> eh, mm. anafaa ende kazi ya jeshi, sio kufanya nini. Mzungu niletee vitu zangu tu, mimi sina shida, bora niletee vitu zangu mimi. Kwa mimi angu, unajua mimi nimewapatia hao jamaa ndio authority sahihi. Mimi vitu zangu tu nipate niende. Eh wewe, mengi nilikuwa nilete, nikadanganywa, kadanganywa na nani tena? <coughs> Amina ishawaliniambia mm, wako na mtu anaweza kunisaidia hizo so, si vitu mm. Tunafaa aliniambia nizirudishe, mm. Wako na mtu atatusaidia hizo vitu, tutakula na yeye. mm. Yeah, anataka tu pesa mm, na pia mi nataka pesa mm. Daktari huyu unajua, najua anafaa pewa adhabu mpaka ashike adabu yake, because there's no way anakuja hapa kila wakati kufanya umbwedede hapa kila wakati kila wakati, si ndio? Idris eh, ndio bwana. Mimi nataka vitu zangu kwanza time. Hakuna time bana. Yeah, the wasting a lot of time bro. Wewe usilete hizo vitu au ungepitia hizo vitu zote, ndio hivi. Nimechoka sasa, hiyo inatuhusu. Waje kutembea kwako kuja na gari tu aonge choka, nakuja na hiyo gari hapa tumalize. Kweli mtupo eh, sasa kitu awaja litaji kufanya yeah. Uh, kwanza nampa kwanza endelea endelea kusonga songa na mna hii yeah. Sasa na this is the last uh, adhabu nampa na kama, kama, eh, kama ataleta mimi na feel like uh, ni vizuri mtengeneze kwa sasa, aenda atafuta hizo vitu, because eh, mi ningetamani sana niona akileta hizo vitu, because unajua pia akiwa kwenye hii hali, labda huenda atakosa kuleta hizo vitu <tutu> Kukua kwa hii hali mm. na kuleta vitu mm. eh, nafikiri kwamba eh, kwa na eh, kwa vi. hata nikimwacha katika hii hali mwacha, basi hiyo hali ikuwe vizuri eh, ama mwacha kwanza hiyo eh, hali kabisa, wacha kwanza atulie tulie, atulie vinyako, fanya mark timing, angalau eh, kazi ya ujesha vipate kwa haraka, acha kae hivi hata kandeza, mtengeneza hata inja inja ya kamera eh.